Asifiwe asubuhi wa leo mtazamaji wangu, msikilizaji wangu, asubuhi wa leo ninakusalimu katika jina la Yesu Kristo Bwana Yesu, asifiwe. Aa, ninatumai uko mzima, ninatumai uko na ubuheri wa afya, umejiandaa vilivyo kwa sababu ya sherehe ya siku ya leo. Ninajua kwamba umeandaa vitu na mapochopocho na vitu vyote vitamu ambavyo vinapendeza mwili, vitu vyote vizuri ambavyo vinapendeza hata mwili wa mwanadamu na hata mdomo wa mwanadamu. Lakini pia siku ya leo ninataka tunene, hata katika ulimwengu wa kiroho tunene, tulishe hata roho zetu, tulishe hata miili yetu na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Siku ya leo ni tarehe ishirini na tano ukiwa ni mwezi wa kumi na mbili ambayo wengi wetu tunajua kwamba Yesu Kristo anazaliwa, ambao tunajua Yesu wetu anazaliwa, tunajua kwamba Yesu anazaliwa mwezi wa kumi na mbili, lakini siku hii ya leo ninaomba nikuambie hivi, mtazamaji wangu, siku hii ya leo ni siku ambayo Mungu yuko tayari anataka kukuhudumia. Mungu anataka kufanya kitu katika maisha yako, Mungu anataka kufanya kitu. Mungu anataka kuzaliwa ndani yako, Mungu anataka kuzaliwa katika maisha yako, Mungu anataka kuzaliwa katika kazi yako. Mungu anataka kufungua maisha yako, Mungu anataka kufungua jamii yako, Mungu anataka kufungua njia zako. Mungu anataka kufungua maono yako mwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Mathayo mstari wa kwanza mlango mdogo wa kumi na nane Biblia inasema kuzaliwa kwake Yesu Kristo kulikuwa hivi: Mariamu mama yake alipokuwa ameposwa na Yusufu, kabla hajakaribi hajakaribiana alionekana ana mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Mtazamaji wangu, ninataka kukuambia hivi, hata Mariamu mwenyewe haku kuamini ya kwamba Roho Mtakatifu alikuwa amemtembelea ya kwamba Roho Mtakatifu alikuwa amemuonekania ya kwamba Roho Mtakatifu alikuwa amemtoza na ujauzito. Hivi leo ninataka kukuambia ya kwamba Ujauzito si kwamba tu ni kwa sababu ya tumbo kujaa. Ujauzito si kwamba ni kwa sababu tu ya tumbo kufura. Ujauzito tu si kwamba ni kwa wanawake peke yao. Ujauzito tu si kwamba unaweza kuwa na mtoto ndani ya tumbo lako, bali unaweza kuwa na ujauzito katika moyo wako. Unaweza ukakuwa na ujauzito wa Roho Mtakatifu katika maisha yako. Unaweza ukakuwa na ujauzito wa Mwenyezi Mungu. Unaweza ukakuwa na ujauzito katika maisha yako. Unaweza ukakuwa na ujauzito katika biashara yako, unaweza ukakuwa na ujauzito katika mioyo yako. Bwana Yesu asifiwe, kwa sababu huyu ni Mariamu, hata mwenyewe alibaki kushangaa, hata Yusufu alishangaa, hata Yusufu alishindwa atasema nini. Lakini kwa sababu ya uwezo wa Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya nguvu za Mwenyezi Mungu, kwa sababu ya neema ya Mwenyezi Mungu, Mariamu alipatwa na ujauzito. Hivi leo ninataka kukuambia hivi, mtazamaji wangu, hata na wewe siku ya leo unapatwa na ujauzito wa Roho Mtakatifu, unaenda kuzaa Roho Mtakatifu ndani yako, unaenda kuzaa vitu vizuri katika maisha yako, unaenda kuzaa mambo mazuri katika maisha yako, unaenda kuzaa mambo ya tajiri katika maisha yako, unaenda kuzaa Roho Mtakatifu ndani yako, kwa sababu ukiwa na Roho Mtakatifu ndani yako, hakuna jambo lisilowezekana mbele za Mungu, hakuna jambo litakalokuwa mbele za Mungu, hakuna jambo lisilowezekana mbele za Mungu hakuna chochote kisichowezekana mbele za Mungu, hakuna chochote ambacho kitakuwa kigumu mbele zako wakati utakuwa na Roho Mtakatifu, wakati Roho Mtakatifu atakuwa ndani yako, wakati Roho Mtakatifu atakuwa na kuongoza, wakati Roho Mtakatifu atakuwa na kutawala, wakati Roho Mtakatifu atakuwa na kunenea, wakati Roho Mtakatifu atakuwa anafungua njia zako, wakati Roho Mtakatifu atakuwa na kuelekeza. Bwana Yesu asifiwe, jina la Bwana litukuzwe. Ninataka ni kuambia hivyo, mtazamaji wangu, siku ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo katika maandiko haikutabiriwa. Sisi tu kama wanadamu tulisema ya kwamba Yesu alizaliwa tarehe ishirini na tano, lakini siku ya leo ninataka kukuambia ya kwamba haijatabiriwa. Maana Biblia inasema katika kitabu cha Yeremia mstari wa arobaini na mbili, mlango wa hamsini na mbili, mstari wa thelathini na moja, Biblia inasema

His ring lifted up the head of Jehoiakim, king of Judah and brought him forth out of prison. Hata ikawa katika mwaka wa thelathini na saba wa kuhamishwa kwake Yehoyakini, mfalme wa Yuda, katika mwezi wa kumi na mwezi wa kumi na mbili siku ya ishirini na tano ya mwezi, Evil-Merodaki mfalme wa Babeli katika mwaka wa kwanza wa kumiliki kwake akamwinua kichwa chake Yohoyakini yoh, mfalme wa Yuda, akamtoa gerezani. Msikilizaji wangu, ninataka nikwambie hivi, tarehe ishirini na tano mwezi wa kumi na mbili ni siku ambayo mfungwa alifunguliwa, ni siku ambayo maisha ya watu ilifunguliwa, ni siku ambayo huyu mfungwa ambaye anaitwa Yohayakini alifunguliwa, ni siku ambayo huyu mfalme wa Yuda alimtoa gerezani. Bwana Yesu asifiwe! Asubuhi wa leo, mchana wa leo, nataka nikuambie hivi mtazamaji wangu, hata na wewe, siku hii ya leo, kaa ukijua ya kwamba unafunguliwa Ha ukijua kwamba njia zako zinafunguliwa, maisha yako yanafunguliwa, njia zako zinafunguliwa, tumbo lako linafunguliwa, li maisha yako yanafunguliwa, roho yako inafunguliwa, maisha yako inafunguliwa. Mungu anakukumbuka siku ya leo, Mungu anakumbuka maisha yako siku ya leo, Mungu anakumbuka machozi yako siku ya leo, Mungu anakumbuka kilio chako siku ya leo, Mungu anakumbuka maisha yako siku ya leo, Mungu anajibu maombi yako siku ya leo. Kwa sababu ni siku ambayo unafunguliwa, kwa sababu ni siku ambayo maisha yako inafunguliwa, kwa sababu ni siku ambayo njia zako zinafunguliwa, kwa sababu ni siku ambayo kazi yako inafunguliwa, kwa sababu ni siku ambayo maisha yako inafunguliwa. Bwana Yesu wasifiwe, Bwana Yesu wasifiwe. Katika mioyo zetu wacha tusherekee tukijua ya kwamba mwokozi Yesu anafunguliwa, ya kwamba Kristo anafunguliwa katika maisha yetu, katika njia zetu, katika kazi zetu katika watoto wetu katika jamii zetu, maisha yetu inafunguliwa. Haijalishi ilifungwa na nani, haijalishi ilifungwa wakati gani, haijalishi ilifungwa lini, lakini tunafunguliwa, jinsi Mariamu alivyo na ujauzito akajifungua mtoto Yesu hata na sisi tunafunguliwa siku ya leo, hata na sisi maisha yetu inafunguliwa, hata na wewe unafunguliwa, hata njia zako zinafunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amini Mungu ya kwamba anakufungua. Usiangalie mateso umeteseka muda gani, usiangalie machozi umelia muda gani, usiangalie umeteseka miaka ngapi, lakini wewe amini Mungu ya kwamba anakufungua. Amini Bwana na Ubarikiwe na uinuliwe. Tuendelee, tutakapopatana tena siku nyingine, Mungu a amani akubariki. Asante.